Usiku mmoja wa mvua katika mitaa ya Tandale, mama mmoja aliyejulikana kama Mama Zena alikuwa akitafuta chupa na plastiki kwenye jalala kubwa pembezoni mwa soko. Alikuwa maskini wa hali ya juu aliyeishi kwa kuuza taka. Akiwa ameshikilia gunia lake na taa ndogo ya mkononi, alisikia kilio cha ajabu kilichofanana na chapaka mchanga. Aliposogea aliona mfuko wa plastiki ukitikisika ndani yake kulikuwa na mtoto mchanga, aliachwa kwenye jalala akitetemeka kwa baridi. Mama Zena hakuwa na kitu chochote zaidi ya moyo wa huruma. Bila kufikiria mara mbili, alimchukua mtoto huyo, akamfunika kwa nguo zake na kumpeleka kwenye kibanda chake cha mabati kilichojengwa juu ya udongo. Alimwita mtoto huyo Neema, kwa sababu aliamini alikuwa zawadi ya kipekee kutoka kwa Mungu. Miaka ikasonga. Licha ya umasikini uliomkabili, mama Zena alimlea Neema kwa upendo mwingi, akimgawia chakula kidogo walichokuwa nacho, mara nyingi akilala njaa mwenyewe. Neema alikuwa akiwa na nidhamu, heshima na akili za kipekee. Alipofika darasa la tano, walimu wake walimwelezea kama mtoto wa kipekee mwenye uwezo mkubwa wa kuelewa mambo haraka na kuandika hadithi za kusisimua. Neema alishinda mashindano ya kitaifa ya uandishi na baadaye alipewa nafasi ya kusoma katika shule maalum ya kitaifa . Habari zake zilisambaa mitandaoni, msichana aliyekutwa jalalani akiangaza kitaifa. Vyombo vya habari vilianza kumfuatilia wakitaka kujua historia yake ya kipekee. Ndipo hapo wanandoa matajiri Bw. Nabi. Kimaro walijitokeza, walidai kuwa wao ndio wazazi wa kumzaa Neema. Walileta picha za mtoto mchanga hospitalini, cheti cha kuzaliwa, na hatimaye vipimo vya DNA vilithibitisha kuwa Neema kweli ni wakwao. Shughuli ya kumrejesha Neema ilipangwa. Walialika waandishi wa habari, viongozi wa serikali na watu mashuhuri. Ilikuwa ni hafla ya hadhi ya juu. Mama Zena aliitwa pia, lakini alikaa kimya, akiwa nyuma ya pazia, machozi yakimtiririka taratibu. Wakati wa tukio, Neema alisimama mbele ya umati akiwa na machozi Aliangalia wazazi wake wa damu, kisha akamtazama mama Zena aliyemlea akasema, naweza kuwa damu yenu, lakini moyo wangu ni mali ya yule aliyenilelea kwa machozi, kwa njaa na kwa upendo. Sitamsahau kamwe, siwezi kuwaacha wale waliokuwa nami wakati wa giza. Naomba nisamehewe, lakini naenda naye. Ukumbi mzima ukawa kimya, kisha ukapigwa na makofi mazito. Kamera zilimrekodi Neema akimkumbatia mama Zena kwa nguvu. Wazazi wa damu waliacha machozi yakitiririka wakikiri kosa lao la miaka mingi. Neema alisafiri na mama Zena kwenda nje ya nchi, alipokuwa amepata ufadhili. Alipomaliza masomo yake, alifungua kituo cha kulea watoto wa mitaani akihakikisha hakuna mtoto mwingine atakayeishi kama alivyopitia yeye na kwenye ukuta wa chumba chake cha ofisi alining'iniza picha ya mama Zena ikiwa imeandikwa, aliyenipa sababu ya kuishi.